Tena kati karibuni katika chaneli hii ya Edi Tiba Mbadala TZ, karibuni sana sana sana. Kwa siku ya leo, nataka ni waonyeshe, wengi wanaupanda majumbani, lakini kuto kujua kwamba kazi gani. Unajua miti kama ni maua, kama ni ulembo au mapambo, lakini inafanya kazi nyingi sana, inatibu maradhi mengi sana. Kwa mfano, huu mmea, sijajua wenyewe mnauitaje. Naona nadhani mtakuwa mnaufahamu, unakuwa na maua kama hivi navyoona. Maua yake yanakuwa akaako, naona kama hivi hivi hivi haya ndio juma majani. Ukikakata kanatoa maziwa kama unavyoona. Unaona onaya maziwa haya yanaotoa kama hivi, kakata kanatoa maziwa kama hivi a kwanza ingine ni akafa naona naona naona naona kanavyotoa maziwa naona, nakua inatoa maziwa hivi. Kwa hiyo au mmea kwa sisi nziizo wakati nakuwa umea sisi kwa na... tola wazazi wetu walikuwa natoka kwa kama yani, kama ule kama una mtoto ambaye anakuwa anasumbuliwa usiku, anashtuka shtuka, anapiga kelele, anaongea. Yani yeye usiku anakuwa anaongea, labda aidha ya kama yuko anacheza yale ngombe, kwanza anaanza kuongea hivyo, mara anaongea, ikiongea iki. Sasa ukiona dalili hii, mtoto anaongea usiku, unaita mafumbo kwa mtoto ana nusiku siku unachukua haya majani majani kama haya baadhi tu majani kama haya baadhi unaponda ponda, ponda. Unaweka kwenye kijani cha cha kibichi tu kijani cha ina yote kibichi unakamua unakuwa unakua unakamuaaka tone matone mawili, tone la kwanza kwenye pua ya kwanza, tone la pili kwenye pua ya pili. piliukis puani hivi utaona anaeza kupiga chafya hapa. Unaona atapiga chafya kweli, atapiga chafya kai nao kupiga chafya ndio itakuwa, utashangaa anaanza kukaa vizuri. Angalau unaweza kufanya hiki kitu ndani ya siku nne utaona mtoto anaweza akaanza aka kukaa vizuri, kuto, kuto, kutopiga kelele usi kutoshutuka, shtuka kuto kutoongea ongea. Hii ni dawa nzuri, nzuri nzuri nzuri sana, kwa hiyo endelea uh, kufuatilia kwenye hii kwenye hii channel. Kuna vitu mbalimbali nitaendelea kuvituma humu ndani. Mimea mbalimbali ambao ijui unapita tu ujui kwamba inafanya kazi gani ikoje, nakuenda kuona jinsi inavyofanya kazi. Kama unavyoona kama unavyoona, ndio hapa mmea kama unavyoona na unavyoionahi. Karibuni sana na kubonyeza alama ya kengele na comment pia, kwa hii itakusaidia wewe na itanisaidia pia kuweza kurusha vitu mbalimbali ambao aaa maswala ya kiafya. Kunipata mimi nitafute kupitia namba sifuri saba sita tatu mbili nne mbili tano arobaini na tatu. Karibuni sana.